Akizungumzia tukio hilo, Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mtwara Tobias Sodoyeka amesema mara baada ya kupata taarifa hizo, kikosi cha intelijensia kwa kushirikiana na askari kanzu wamefanikiwa kuwakamata vijana kumi na sita huku nane wakitoroka katika kundi hilo lilofahamika wazee wa mazunakunasia huku alama ya utambulisho wao wa picha ni picha iliyochorwa mtu aliyekatwa panga kichwani. Mafunzo na mbinu wamepata kutoka kwa wenzao wenye uzoefu waliokwisha shiriki kwenye vikundi vya Panya Road maeneo mengine ya Dar es Salaam. Wanaotoa mafunzo hayo ni Amani Muhammad, amewahi kuwa Panya Road kikundi cha German Dar es Salaam na amefika kijiji cha Chiwindi tangea Novemba 16. Suleimani Rashidi Bwaku amewahi kuwa ki, kujiunga na kikundi cha watoto wa Bombani Mbagala, amefika Chiwindi Septemba elfu mbili Kumi na sita. Afidhi Muhammad amewahi kujihusisha na kikundi cha Panya Road cha watoto wa uswazi Mbagala akiwa chini ya kiongozi wao aitwaye Salumu Rajabu na amefika Chiwindi mwezi Agosti mwaka 2016. Hata hivyo, Sedoyeka amesema mara baada ya mahojiano vijana hao wametaja lengo la kundi hilo ni pamoja na kufanya uhalifu mbalimbali kama ilivyokuwa kundi la Panya Road la jijini Dar es Salaam. Na kama ninavyosema kwamba kuna wale wanaowawezesha, tayari tumeshampata mtu ambaye anawawezesha na pia tumeshamkamata mtu ambaye alichora hiyo bango. Kwa hiyo kama nilivyosema, tunaendelea, tunaenda kwa undani zaidi kuhakikisha malengo ya kikundi hicho, nisije tukahusisha na vipia vikundi vya ugaidi kwa sababu hata hivyo. Kamanda amesema baada ya ushahidi kukamilika, wahusika wote watafikishwa mahakamani. Ametumia fursa hiyo kuwaomba wananchi kutoa ushirikiano pale wanapohisi uwepo wa vitendo vya uvunjifu wa amani. Nikiripoti kutoka Mtwara, naitwa Lucio Gutu wa ITV.